Gari ya tumefika Iringa usiku tukiwa tunatokea Mbarali na tukafanya uamuzi wa kulala Iringa ambao haukuwepo hapo awali, baada ya kwamba usiku umeikaikumfikisha <laughs> mgombea urais mheshimiwa Salum Mwalim hotelini, wakati gari yake inatoka kwa ajili ya wasaidizi wake wengine kwenda kutafuta vyumba

ambao waliwahisi wanahusika. Kwa hiyo polisi watawahoji zaidi na kujua kama wanahusika ama la, na watachukua hatua kwa mujibu wa taarifa watakazopata. Kwa hiyo kwa sasa, tuseme kwa kifupi ni hayo tu.